Asalamu aleikum warahmatullahi taala wabarakatu. Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristu. Mpenzi msikilizaji na mtazamaji wangu wa baba Sam the King Tanzania TV channel, karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa, na hii simulizi si nyingine inaitwa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 tuzidi kuongeza wanafamilia wapya na pia usipitwe na simulizi zinazoendelea. Like ili tuweze kujua namna jinsi ambavyo unavyopendezwa na, na hizi simulizi ambazo zinazoendelea. Share ili na wengine waweze kujifunza pia kupitia simulizi hizi, lakini komenti ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako, unatushauri nini? Kwa hiyo ndiyo maana ya kupendezwa wewe kuweza kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Hivi vitu vinne, hakikisha mtazamaji na msikilizaji wa simulizi za sauti unavifanya, utakuwa umefanya vizuri kabisa na Mwenyezi Mungu akubariki kwa hicho utakachokuwa umekifanya, kwa sababu itatuongezea sisi kujua ni wapi ambapo tunakosea au ni wapi ambapo tuna, tunaweza tukaboresha. Sasa ni kukaribishe kabisa rasmi sehemu yetu ya thelathini na moja ya simulizi inayoitwa Mtoto Yatima, tuendelee kuidadavua ili tuweze kujua nini ambacho kilichoendelea. baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Amini bin Nasoro alianza kulia tena, yaani kilio kikawa kama vile kimeanza upya. Shola Dismas, binti huyu, alijitahidi sana kumbembeleza umoumo umo chumbani kwa Amini bin Nasoro, lakini mwisho wa siku Amini bin Nasoro aliamua kumshika Shola Dismas na kumzuia kabisa, siende kulala, akiwa namaanisha kwamba walale wote humo ndani, hataki kuona naondoka, ni yaheri watakapoamka kesho asubuhi ndo atoke humo ndani, sasa ndo awafuate hawa ambao wanataka kwenda mgahawani asubuhi, lakini sio tu aondoke, aenda kalale alafu kesho wanaamka mapema, hata kuagana wasiagane. Kwa hiyo alimshika na kuzuia kabisa, ili asiweze kuondoka. Shola Dismas alitumia kila mbinu ya kuweza kumdanganya danganya na kujaribu kumfanya ili aweze kuwa na furaha, kumbembeleza hapa na pale, lakini kwa kweli hali aliyokuwa nayo Amini bin Nasoro ilikuwa sio nzuri. Baada tu ya maneno hayo kutamkwa na Shora Dismas ikamfanya imtoe kabisa mchezoni, yaani hata furaha yote ambayo aliyokuwa nawaza, hata kama kweli mama yake mdogo anataka kumpatia fedha Shora ili aweze kwenda kupanga chumba kingine aishi sehemu ya peke yake ili aweze ya kuacha waendelee na maisha kati ya Amini bin Nasoro bi bimwamini pamoja na Naogena, lakini aliona ni kama vile mambo yamekuwa magumu. Kwanza wivuli mjaa, aliona kabisa huku anakoelekea huyu Shora moja kwa moja ataenda kumkosa. mbili akawa najaribu kutafakari haya maneno ambayo aliyoyazungumza Shora Dismas, kwamba angekuwa na simu angemrekodi ili anapohitaji kusikia sauti yake anaisikiliza. Alafu akaanza kuwaza tena, kwa nini nimeambiwa nimshike mara ya mwisho? Inamaanisha kwamba sitakuja kumwona tena. Hilo ndilo wazo ambalo moja kwa moja lilikuja kwa Amin bin Nasr, na ndiyo maana likamfanya awe na mfadhaiko mkubwa sana, msongo mkubwa sana wa mawazo, maumivu makali sana moyoni, akiwa nawaza nini ambacho anaweza kukifanya ili Shora Dismas aendelee kukaa hapo, lakini haikufua dafu. Mwisho wa siku kilichofanyika Shola Dismas alianza kuita, anaita kwa sauti, anajaribu kumuita Bimwamini aone kama endapo anaweza kuitika. Hapo wakati anaendelea kuita, maskini ya Mungu, kumbe Mwamini alikuwa ameshalala tayari na usingizi tayari umeshamkamata. Baada ya kuendelea kuita hapa na pale aliyeamka ni Ogena ambaye alikuwa hajalala. Alikuwepo tu ndani, kuna vitu vyake fulani hivi vya alikuwa anajaribu kuvifanya. Alikuwa anajaribu kukunja kunja nguo, kuziweka mahali pazuri na kujaribu kupekua katika begi lake aangalie ni, ni nguo gani anaweza kavaa kesho ili aweze kutokelezea pale mgahawani. Sasa hapo ndipo ambapo walipoanza kusikia sauti inaita mama mama mama mama. Hasa hapo kidogo ikabidi ashtuke, Ogena huyu akatoka nje moja kwa moja kaenda mpaka kwenye mlango wa Amini bin Nasoro, ndo akaanza kusikia kabisa sauti ya kike inaita humo ndani. Alipokuja kugonga mlango, Shola Dismas maskini ya Mungu ali aliamua kwenda moja kwa moja na kufungua mlango, huko amekamatwa, yaani ameshikiliwa gauni, hakuna kwenda. Kwa hiyo alikuwa tu anarefusha mkono ili aweze kufikia sehemu ile ya mlango aweze kufungua, kwa sababu umeegeshewa tu. Kwayo ni kitendo tu cha, ku... cha kufungua tu pale, kushika mlango na kuvuta, tayari mlango nafunguka kwa sababu hawakuwa wamefungia kwa ndani wala haukufungwa kwa nje. Sasa kwa hali kama hiyo, baada ya kufungua, yeye alijua kwamba Bimwamini ndiye aliyekuja. Pa, uso kwa uso wakagongana, uso kwa macho na binti huyu wa kuitwa Ogena. Hapo ndipo Ogena alianza kutazama tena kwa mshangao mkubwa sana, anashangaa kwa wakati huo kwa nini Shora Dismas bado yuko hapo, yani ili iweje, kwa nini Shora Dismas yupo humo ndani, anafanya nini? Alichokifanya Ogena baada ya kushangaa, alitoka hapo moja kwa moja, akaenda kwenye kile chumba cha vyombo, kachukua ufunguo pale ambapo wanapoweka, kaenda akafungua kile kile chumba ambacho wanaweka vyombo, akaenda akachukua nyundo ambayo iliyokuwa imewekwa mle ndani kwenye vyombo, vyombo hivyo ambavyo havitumiki. Akaja nayo. Baada ya kufika pale, alianza kuzungumza huku akisema mm-hmm. Wewe binti, nilikwambia uondoke au kutaka kuondoka. Leo hii upo kwa kaka, si ndio? Tena kabisa una relax, yani uko kwa kaka kabisa, tena chumbani kwake Hivi nyinyi mnataka sisi tuwahisi mimi na, ni vitu gani ambavyo unavifanya mpaka sasa hivi? Yaani chumbani kwa kakaangu, kaka angu usiku wote huu kakaamini, ni vitu gani unavifanya hivi? We na maana haujue kabisa kama wewe ni shehe, kwa nini unakaa na mwanamke yaani usiku wote huu unakaa na mwanamke. Ngoja nikuonyeshe sasa, nataka nikuonyeshe ni, ni kwamba mimi niogena au ni mtu mwingine. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, kiukweli, alirudisha nyundo nyuma, akataka weze kumpiga, na baada ya kuirudisha nyuma akiwa anataka yani, ndo ana sheki ili aweze kuiachia kwa kasi ije itue ikiwezekana kwenye kichwa cha Shora Dismas. Ndipo Shora alipoanza kupiga kelele, anaanza, ku, anaanza kuzungumza akasema, ogena na niua sasa. Pale wakati anazungumza swala kama hilo, Amini bin Nasor alishtuka na hatimaye akaanguka hapo hapo kitandani alipokuwa amekaa manake akalala akashtuka, yani kwa, kwa mshituko fulani hivi. Kwa hiyo sasa ile mikono ikawa imemwachia ile gauni ya Shora Dismas. Shora Dismas alitoka humo ndani akakimbia, alikimbia sana, na wala hakwenda moja kwa moja mpaka kwenye ule mlango ambapo ni wa chumba chake, ili aweze kwenda kufungua ngalau aingie humo ndani. Hapana, alichokifanya aliunga moja kwa moja akakimbia kama anayeelekea kule kwa Mama Kasim, akaunga mpaka barabarani kabisa huko. Ile nyundo wakati inakuja kutua, ikaja kutua ikabamiza kwanza ukutani alafu ikaanguka chini. Hiyo ndiyo ponapona ya Shola Dismas. Arafu Amini bin Nasoro amelala hapo, yani hajiwezi nguvu ameishiwa, kutokana na kuna kapresha fulani vikalipanda kwa sababu baada ya kuzungumza, yaani kupiga kelele namna hiyo, Shora Dismas kidogo ilimshtua kwa sababu, kwa vile alikuwa anamsikia kabisa kwamba hapa Ogena yuko anaongea na, na amemshikilia, ingawa alikuwa anaendelea kulia lakini kwa vile alikuwa analia kwa kwikwi na hataki kabisa kumwachia Shora Dismas, kwa hiyo alivyosema Ogena na niua tayari, maanake moja kwa moja Amini bin Nasoro alishtuka, akajua kabisa hapa kuna kitu ambacho anaenda kufanyiwa Shora, kwa hiyo alichokifanya ni kumwachia kwa kasi, kama vile mtu yule ambaye amesikia mvumo wa radi wakati inapiga radi ya ukweli, watu namna jinsi ambavyo wanavyoshtuka. Kwa hiyo naye alipata mshtuko wa namna hiyo. Mwisho wa siku mikono ikawa imekosa nguvu, na hatimaye akajikuta amemwachia na ameanguka kabisa kitandani huko. Baada ya kuanguka kitandani, moyo ukiwa unaendelea kumdunda, hapo hapo ndipo Shora Dismas aliamua kukimbia na kutoka nje, ndipo hapo nyundo ikaje katua ukutani na ikaje kabamiza chini kwenye sakafu. Baada ya kubamiza chini kwenye sakafu, hata huyu ogena hakuweza kuzungumza tena chochote, bali alirudishia mlango akaondoka, aka zake, alienda moja kwa moja akaingia chumbani kwake Akaenda kutulia anasikilizia, je, inawezekana kweli huyu Shola Dismas atakuja? Yani hakwenda eti ameenda kulala, alijifungia tu mlango kama aliyeenda kulala hivi, unaweza ukasema hivyo kama endapo haujamuona, lakini tageti yake ni kwamba anataka asikilize je Shola Dismasi atarudi kutokana na kwamba alikuwa na hasira naye. Tena hapo sasa, hasira ndo ilizidi zaidi kwa sababu amemkuta kwenye chumba cha kaka yake, yaani hasira ndo ilizidi maradufu, na ndio maana hata ule uwezo wa kwenda kulala haukuwepo tena. Alikuwa anajaribu kuji, ku, kujaribu kutegesha, je hivi wakati atakapo atakapo atakaposikilizia huko nje atasikia angalau anatembea Shora dismas kuja kwenye chumba chake aweze kufungua mlango aingie ili aenda akamalizie humo humo, lakini hakusikia chochote. Alikaa ndani ya lisari zima, lakini hakusikia chochote na wala hakumwangalia kaka yake kwamba na hali gani yeye, alijiondokea tu. Amini bin Nasoro alibaki hapo hapo kitandani akiwa hana nguvu ya aina yeyote hata ule uwezo tu wa kuamka ikawa ni ngumu kwake. Na mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya 31 ya simulizi hii inayoitwa Mtoto Yatima imeishia hapa. Tumemwona Amini bin Nasor amemkamata binti huyu wa kuitwa Shora Dismas hataki kabisa atoke hapo, lakini Shora Dismas akaanza kujichanganya na kuanza kuita. Kumbe wakati anaita yule mama bi muamini ameshalala na kusinzia kabisa. Wakati anaendelea kuita huku, ogena akiwa anaendelea kupanga nguo zake na kujaribu kuangalia mitoko gani ambayo anaweza kuichukua ili aiandae kwa ajili ya kesho kuondoka nayo kwenye mgahawa wao, akasikia sauti inaita mama mama. Ndipo hapo alipoachana na hiyo kazi na kuja kufungua mlango ili aangalie ni nani ambaye anaita. Alivyoenda kakuta kweli Shora Dismas yuko mle ndani. Alichokifanya alienda kuchukua ufunguo na kufungua chumba cha vyombo, kaenda kwenye vyumba vile, kwenye vyombo vile ambavyo havitumiki, akachukua nyundo ambayo ilikuwa ndani ya vyombo vile ambavyo havitumiki, akaja nayo, na akiwa na hasira zote, nia yake alikuwa anataka ambamize na hiyo nyundo Shora Dismas ili afe, atoweke kabisa duniani.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 Nikwage niseme kwa heri mpaka sehemu inayofuata ya 32. Mimi ni hasd Baba Sam The King, nikuage niseme kwa heri kwa sasa mpaka sehemu ijayo.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 Unaangalia Baba Sam the King, Una Sam King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752 73 25 15.